Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar Zena Ahmed amewataka wanajiolojia kutumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza ufanisi wa kazi zao. Katibu Mkuu Kiongozi amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa jumuiya ya wanajiolojia uliofanyika jijini Mbeya, ambapo pia amesema kuna kazi ya ziada tunatakiwa tuifanye, kila mmoja wetu. Kwa hiyo tujiulize kama jumuiya hapa, malengo ya jumuiya hii yatawezaje kuchangia katika kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Dira yetu hii inazo inayo misingi mitano. Kwanza ni demokrasia, haki na uhuru. Kuna msingi wa utu, amani na umoja, utajiri na rasilimali asilia pamoja na msingi wa tano ni utamaduni na maadili ya taifa. Mchango wa TGS unaendelea kuonekana katika ugunduzi na uendelezaji wa migodi ya madini mbalimbali nchini, upatikanaji wa maji ya ardhini, ugunduzi na uendelezaji wa mafuta na gesi, utafutaji wa nishati ya joto ardhi na kadhalika. Rasmi jumuiya pia imeendelea kushirikiana na jumuiya zingine za kimataifa. Sisi ndio tunawasaidia kujua rasilimali za madini zinakopatikana, lakini mbali na rasilimali za madini, vilevile vile tunaweza tunasaidia kuweza kujua vyanzo vya maji. Tuna wataalamu wengi wanatoka shuleni. Sasa sasa hivi ningedhani, wachimbaji wadogo ambao sasa hivi wamekuwa wanaingiza kipato kikubwa cha pesa, ingeunganishwa na wanaomaliza shughuli au kupitia chama chetu, ufanisi ungekuwa mkubwa zaidi. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds TV.